Bado tunaendelea kukusogezea updates mbalimbali kuhusiana na mwenendo wa hali ya kiafya ya kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki, Papa Francis. Na taarifa tuliyoipata hivi punde inasema kuwa taarifa iliyotolewa na ofisi ya Vatican mjini Roma imesema hali ya kiafya ya Papa Francis ilibadilika tena siku ya jana baada ya kushindwa kupumua, hali iliyosababishwa na makohozi kujaa kwenye njia ya hewa. Vatican kupitia taarifa hiyo ilisema madaktari walilazimika kuondoa makohozi hayo kwa kutumia mashine na hivyo kumrudisha tena kwenye mashine ya kupumulia. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa hiyo, bado Papa Francis anajitambua na yuko na fahamu, huku madaktari wanaomtibu wakiendelea kufanya uchunguzi kubaini matokeo ya ugonjwa huo unaomtesa papa huyo. Tukio hilo ni mwendelezo wa changamoto ya kiafya zinazomkumba kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 88 tangu alipopelekwa hospitalini katika hospitali ya Gemelli mjini Roma mwezi uliopita. Kwa mujibu wa Vatican, hali hiyo iliyompata jana Jumatatu ilisababishwa na makohozi hayo yani endobronchial mucus na kusababisha mirija hiyo kubana. Jana mchana, Papa Francis aliwekewa mashine ya oksijeni kupitia barakoa ili kumsaidia kupumua, kwa mujibu wa Vatican. Pia ilisema licha ya yote, Papa aliendelea kuwa na macho na kushirikiana na madaktari. Ilikuwa arasili ngumu, vyanzo vya Vatican viliripoti Jumatatu jioni, vikiongeza kuwa hali hiyo ya upungufu wa kupumua, ambayo ilidumu kwa sehemu ya mchana, sasa imedhibitiwa na Papa anapumzika. Mkusanyiko wa makohozi umetokana na hiyo husababisha kukooa kwa mirija ya hewa kukakamaa wakati anapojaribu kutoa kamasi hizo zinazoudhi, yaani bronchoscopy, vyanzo hivyo viliongeza. Profesa wa tiba ya magonjwa ya mapafu na huduma kwa wagonjwa mahututi katika Chuo Kikuu cha Johns Hopkins nchini Marekani, Dr. Theodore Iwashyna alieleza CNN kwamba kifaa cha bronchoscopy kinachotumiwa na kwa nadra kwa mgonjwa kumsaidia kuondoa makohozi yaliyotuama, nanukuu, kama mtu ni mgonjwa sana na anahitaji msaada wa kupumua bila kutumia mashine za ndani, yani non-invasive ventilatory support, lazima kuwe na sababu madhubuti ya kufanya hivyo. Iwashyna alisema, akiongeza kuwa mkusanyiko wa makohozi si ishara nzuri kwa mgonjwa mwenye nimonia nanuko, kadri nimonia inavyoanza kupona, mwili huzalisha kamasi kidogo. Wakati mwingine unapopata nafuu, mwili wako unakuwa na nguvu za kutosha za kukohoa na kutoa kamasi hizo, aliongeza daktari huyo. Vyanzo vya Vatican vilisema Jumatatu kwamba vipimo vya damu vya Papa Francis vimebaki vile vile na hali yake inahitaji uangalizi wa tahadhari Daktari wa dharura kutoka Boston nchini Marekani, Dr Jeremy Faust aliambia CNN ya kuwa bronchoscopy aliyowekewa kiongozi huyo kiroho inalenga kusaidia kutoa oksijeni kwa kiwango cha wastani. nanuko ventilation isiyo ya uvamizi ni hatua inayochukua kwa kumweka mgonjwa kwenye mashine ya kupumua kwa kutumia bomba la kupumua kwenye koo, alisema Dr Fausti, mwisho wa kunukuu. Matibabu haya Fausti alieleza, yanaweza kutumika ikiwa mgonjwa hajafikia kiwango cha uhitaji cha upumuaji ama ameamua kuwa hataki kufanyiwa hivyo. Na nuku, sababu mbili za kutumia ventilation isiyo na uvamizi ni ama kwamba bado hajafikia hatua ya kuhitaji msaada wa upumuaji, lakini mgonjwa ameeleza wazi kuwa hataki hilo jambo, linaloeleweka kabisa, hasa kwa mtu mzee mwenye matatizo mengi ya kiafya, ambaye hataki kufariki akiwa ameunganishwa na mashine alisema Fausti, mwisho wa kunaku. Katika taarifa ya awali Jumatatu asubuhi, Vatican ilisema Papa Francis alipumzika vyema usiku kucha, na vyanzo vikadokeza kuwa alikuwa akipokea oksijeni kwa kiwango cha juu kupitia mipira ya pua yani, nasal cannulas. Papa Francis amelazwa katika hospitali ya Gemelli mjini Roma tangu katikati mwa mwezi Februari akipambana na pneumonia kwenye mapafu yake yote Yani double pneumonia. Ijumaa alipata shida ya ghafla ya kupumua, jambo lilomlazimu kutumia barakoa iliyounganishwa na mashine ya kusaidia upumuaji. Kulazwa kwake hospitalini kwa sasa ni mara ya nne, na sasa ndio kipindi cha muda mrefu zaidi tangu awe papa mwaka 2013. Vatican imekuwa ikitoa taarifa kila mbili kila siku kuhusu hali yake ya kiafya. Papa amekumbwa na matatizo ya mapafu kwa sehemu kubwa ya maisha yake. Alipokuwa kijana alipata nimonia kali na sehemu ya pafu lake moja ikaondolewa. Jumapili vyanzo vya Vatican vilisema hali bado siyo ya kuridhisha, na bado yuko hatarini kiafya. Siku zake siku chache zijazo zitakuwa muhimu katika kuamua hatima ya Papa Francis, iwapo atapona, na daktari wa huduma ya mapafu alieleza hivyo CNN, siku ya Jumatatu. Dr. Panagis Gariatsa Sotos, mtaalamu wa magonjwa ya mapafu katika chuo kikuu cha John Hopkins, alisema siku kumi hadi 11 zijazo zitakuwa muhimu kwa kurejea kwa Papa Francis na alisema wagonjwa wa umri na hali kama ya papa kawaida huhitaji mwezi mmoja hospitalini, na endapo atapona atahitaji mwezi wa kupumzika kwa kila wiki aliyotumia hospitalini. Gariat Satos ambaye hakuhusika moja kwa moja na matibabu ya Francis alisema ama hali yake itategemea ama kupoteza nguvu za mwili na nuku, hali yake ni kama moto ndani ya nyumba, unaweza kuuzima moto lakini swali ni madhara yamefikia kwa kiwango gani, alieleza CNN, mwisho wa kunduku. Binamu wa papa Francis kara Rabezana aliambia CNN kuwa familia imejawa hofu kuhusiana na mwenendo wa afya ya kiongozi huyo. Rabezana alisema familia haijawasiliana moja kwa moja na Francis, lakini hupata taarifa kupitia habari. Simu ya mwisho waliongea naye ilikuwa siku ya Krismasi, kwa mujibu wa rafiki wa ndugu huyo. Kwa kumjua yeye, anakabiliana na kila jambo kwa ujasiri mkubwa na utulivu, alisema huku akiongeza, yeye ni mtu mtulivu mwenye busara. Jumatatu usiku kardinali Robert Prevost aliongoza sala ya Rosali kwa ajili ya papa katika uwanja mtakatifu wa Petro mjini Vatican. Maaskofu, masista na mamia ya watu wamekuwa wakikusanyika kila jioni kuomba kwa ajili ya afya ya kiongozi huyo. Pia hataongoza ibada ya Jumatano ya majivu inayoashiria mwanzo wa Kwaresima, kipindi cha siku 40 cha sala, toba na kufunga kwa Wakristo wengi, kwa mara ya pili tu tangu wawe papa, kulingana na Vatican Kardinali anatarajiwa kuongoza ibada hiyo kwa niaba yake. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na afya ya kiongozi huyo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.